Kuna shida moja ambayo wafugaji wengi sana huwa wanaipitia, kwa wale ambao wananunua vifaranga kutoka kwenye makampuni au wanatotolesha wenyewe kwa incubator unakuta labda mmeagiza vifaranga vifaranga wamekuja, wanakufa kwa wingi au hawana afya ya kuridhisha. Na sio wewe tu, labda mmeagiza hata wengi, unakuta mmepata hiyo shida ya vifaranga kufa kwa wingi au kutokuwa na afya isiyoridhisha. Na wafugaji wengi hapa, huwa tunawageukia wazalishaji au yale makampuni ambayo yanakuwa yana tuletea vifaranga kuona kwamba kuna makosa yanakuwa yamefanyika, na ni kweli ni makosa yanakuwa yamefanyika. Sasa vifaranga tayari unao bandani kwako, huna uwezo wa kuwarudisha, umeshawalisha siku tatu, siku nne. Hapa nataka tuangalie tunafanyeje kwa vifaranga ambao wanakuwa na shida kama hiyo. Umewachukua huko vifaranga, umewaleta bandani kwako, lakini umefika nao bandani, unakuta vifaranga wanakufa kwa wingi hawa Kuwi, hawana afya nzuri. Tunafanya nini ili kuweza kutoka hapo? Tutatumia tiba gani za asili ili kuweza kutoka kwenye hiyo shida ya vifaranga ambao hawapo sawa e? Kama umepokea vifaranga hawapo sawa, tutafanya jambo gani basi? E, angalia hii video mpaka mwisho. Hapa Kingo Farm nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukafanya kwa vifaranga hao wakakaa sawa na wakawa na ukuaji mzuri kabisa wa kawaida kama e, kuku wengine. Uh, kwanza kabisa nianze na ushauri. Jambo la kwanza kabisa ambalo ninakushauri wewe mfugaji, kwanza inatakiwa utulize akili. Jambo e, kubwa sana ambalo huwa ninaliona kwa wafugaji ni kupanik inapotokea hali kama hii hapa E, unakuta wengi sana wanalaumu kampuni, simu zinakuwa nyingi sana, unawapigia kwenye kampuni e, na unaweza ukaona ni kampuni ambalo labda lilikuwa linakuletea vifaranga vizuri kabisa, na mlikuwa mnafanya e, biashara vizuri, vifaranga wanakuwa vizuri, na mwingine huwa e, wanaapa kabisa kwamba mimi sitarudia tena tena kuagiza vifaranga kwenye ile kampuni. Kwa kawaida kampuni lolote lile ambalo mimi nalijua e, sisi Kingo fahamu tunawo uzoefu wa muda mrefu, haya mambo huwa yanatokea. Yani hata kama likawa ni kampuni ambalo unaliamini eh, linakuletea vifaranga mara nyingi limekuwa likikuletea vifaranga wazuri kabisa, unawafuga, unawauza, unapata faida uh, ipo siku tu itatokea kwamba na wao watapata bahati mbaya, wanaweza wakapata vifaranga ambao hawana ubora na wakakuletea kwako, na ukapaniki ukaanza kutukana, ukaona kama vile kampuni limekufanyia bahati mbaya. Hicho ni kitu ambacho huwa kinatokea. Mimi binafsi nime experience kwenye makampuni makubwa ambayo e, ninayaamini na huwa yanaleta vifaranga wazuri kabisa, lakini e, muda mwingine unaletewa vifaranga ambao wanakuwa hawapo vizuri. Dalili za mwanzo kabisa ambazo utatambua kwamba hawa vifaranga wangu hawapo sawa, kwanza wanakuwaga chini ya uzito, wanakuwa ni e, wadogo sana kwao. Ukipima uki, uki, uki, uki. uzito unakuta hata gramu 45, hawafiki. Wanakuwa na uzito mdogo. Jambo la pili ambalo utagundua utaona, ni, ni, ni, ni vifaranga fulani ukiwaangalia tumboni unakuta hata E, kitovu bado kipo, yani kitovu hakijakatika vizuri, hakionekani kama kimekatika vizuri. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuonyesha kwamba hawa vifaranga wako wana shida, na kitu kingine ni kwamba e, kwenye box lile ambalo wanakuwa wamekuletea, mle utakuta wamekufa kwa idadi kubwa. Unaweza ukaona box moja lenye vifaranga mia moja wamekufa vifaranga hadi watano, yani wewe tu unawapokea unakuta wamesha kufa. Na kitu kingine e, siku ya mwanzo ile, e, siku ya kwanza ya pili pale pale wanaanza kufa. Sasa e, kama huto wapatia tiba ambayo ninakwambia hapa, wataendelea kufa. Kwa hiyo kama utawapa hii tiba basi, e, ndani ya muda mfupi sana hawa vifaranga watakuwa hawafi na kitu kingine cha ziada ni kwamba uh, hiyo shida sio kwamba peke yako unakuwa unapitia. Kwa mfano kama upo kwenye group la WhatsApp na watu wengine ambao umechukua nao, utakuja kugundua kitu kimoja ni kwamba eh, karibia wote mnalalamika na hiyo shida yani, eh, kwamba wote mliochukua wale vifaranga, basi mmepata hiyo shida ya hao vifaranga ambao wanakuwa wanakufa kwa wingi, halafu pia wanakuwa hawakui wanakuwa na umbo dogo. A, nipende kukukumbusha wewe mtazamaji wa Kingo Farm ambaye unatazama hii video, kama bado hujajiunga na darasa la mafuzo A, basi unaweza kutupigia hiyo namba ili tuweze kupatia utaratibu ambao utajiunga na kundi letu la mafunzo ya ufugaji, ambapo tunaelekeza namna ya kuwalea vifaranga e, wadogo kama hawa unaowaona mpaka wanakuwa wakubwa wanavyoingia sokoni. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu tano e, utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Uh, na utakuwa umepata mafunzo yote ya namna ambavyo unaweza ukawapokea vifaranga ukawalea mpaka wanakuwa wakubwa. Ni muhimu sana kujiunga na hili kundi, kwa sababu tumewasaidia wafugaji wengi. Lakini pia uh, kama unahitaji vitabu tupigie, kwa sababu tunavyo vitabu bora sana kwa ajili yako, kama vile kitabu cha safari ya ufugaji eh, kuna kitabu cha ufugaji wa broiler, kuna kitabu cha E, tiba za asili. hivi vitabu vimewasaidia wafugaji wengi sana wafugaji wengi sana wamepunguza gharama, wafugaji wengi sana wameweza kutibu magonjwa vizuri kabisa kwa kutumia hizi tiba za asili. Hivi vitabu vipo e, soft copy tunakutumia PDF kama hivi mnavyoona hapo kwa njia ya WhatsApp. Kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Na sisi hapa Kingo Farm tunavyo vitabu vitatu e, kitabu cha safari ya ufugaji kitabu cha tiba za asili na kitabu cha ufugaji wa broiler. Kitabu cha safari ya ufugaji kina kanuni bora kabisa za namna ambavyo unaweza ukachanganya chakula wewe mwenyewe ili kuweza kupunguza gharama za ufugaji. A, sasa kwanza kabisa usipaniki, wapokee vifaranga wako kwa namna ambavyo inatakiwa e, kama sisi Kingo Farm huwa tunaelekeza namna ambavyo unaweza ukapokea vifaranga. Usipaniki ukakutana na vifo vifaranga saba, watano, wangapi wamekufa, au vifaranga ni wadogo mno, wala usipaniki we, wapokee vizuri kabisa, wapatie zile hatua zote za mwanzo ikiwemo glukosi na mambo mengine yote ambayo tunaelekeza kwenye kundi letu la ufugaji. Aa, ukikusha kuwapokea hivi e, siku ya pili basi watengenezee huu mchanganyo ambao utawasaidia sa vifaranga wako chukua Uh, sasa utaandaa tangawizi moja kubwa kama hiyo hapo ambayo unaiona utachukua kitunguu saumu kimoja kizima sio hizo punje utachukua na pilipili tatu uh, pia utachukua na asali mbichi vijiko viwili e, huu mchanganyo uh, hakikisha tangawizi unaibrendi vizuri kabisa pia hakikisha e, kitungu saumu na chenyewe una kiblend vizuri kabisa, unakitwanga au. E, pia hakikisha e, hii pilipili na yenyewe una iblend vizuri kabisa. Huu mchanganyo utachanganyia kwenye maji lita kumi, kisha utaweka e, sukari, utaukoroga vizuri kabisa, utakuwa unaukoroga vizuri kabisa huu mchanganyo utawapatia vifaranga wako kwa muda wa muda wa siku tano mfululizo bila kuruka hata siku moja. Hakikisha siku tano mfululizo zile za mwanzo unawapatia huu mchanganyo aa, na kabla hujawapatia vifaranga hakikisha unaukoroga vizuri kabisa e, kwa, kwa, kwa muda walau hata wa dakika moja. E, unaukoroga tu ili ukae sawa, na humo sasa unaweza ukaweka antibiotic kama umeandaa antibiotic yako e, kwa mfano ni oxtiki umeandaa, e, nimovit labda niomaithini, antibiotic utaiweka humo kwenye huo mchanganyo wako utavichanganya vyote pamoja e, kufuatia kipimo ambacho wamekuelekeza maanake, hizi antibiotiki unazinunua dukani. Kwa muda wa siku tano mfululizo, hakikisha unawapatia vifaranga wako wenye hiyo changamoto, bila ya kuruka hata mara moja. Hakikisha huruki hata mara moja. A, kwa wale ambao wamehudhuria darasa lililopita, tuliaza na vifaranga hawa tani blo hapa e, siku ya kwanza. Tunawaleta mafunzo yote haya tuliyatoa kwenye kundi letu la ufugaji, namna ambavyo e, tunaenda nao vizuri kabisa tokea siku ya kwanza tunawaweka bandani, na mpaka sasa e, tani blo wetu hawa hapa wa wakubwa wana afya kama hivi ambavyo unawaona. Kwanza tayari tunawachanganyia chakula kwa kutumia formula ya kwenye kitabu cha safari ya ufugaji e, wamechangamka kama hivi, na bado tunaendelea na hawa vifaranga mpaka watakapotaga. Kuna wafugaji wengi waga wananiambia kwamba tani blu hawatagi vizuri. Sasa ninataka kupitia hawa vifaranga ni waonyeshe kwamba tani blo wakipata chakula cha kwenye kitabu cha safari ya ufugaji, ambacho kimezalishwa na KingoFarm watataga vizuri sana.